Yo, what's up, mimi naitwa Ali Adabu 13. Hope so tayari uko gudi kinomanoma, na ndio maana upo hapa kwenye channel yetu bana. Huko mitandaoni, stori ambayo inaendelea kutake headline kinomanoma ni stori ya Mwijaku bana. Kama tunajua Mwijaku, hivi karibuni kuna video za wanachuo walioonekana wanapigana, wanazinguana. Kuna mmoja akachukua mkasi na kumkata mwenzie nywele, wakaanza kumpiga na mifagio, wakasema kwamba kwanini anatembea na Mwijaku wakati wewe mwenyewe binti naye pia ni mpenzi wa Mwijaku soi taarifa bwana, kila mtu akanaongea kwake, lakini kila mtu akana subiri msemo Mwijaku utakuwa ni upi juu ya hiki ambacho kinaendelea kutrend huko mitandaoni bana. Sasa kama unavyojua, mimi ni mtu ambaye sipitwi na vitu vingi, lazima nikusogezea mezani, nikaanza kupekua huku na kule, labda kuna sababu ambayo Mwijaku ilimpelekea eh, kufanya hivyo. Lakini pia ninajua Mwijaku ana mke wake wandoa kabisa, amemwoa na tayari wana maisha mazuri, wanaishi vizuri kabisa kwenye hekalo lao lakini pia Mwijaku hivi karibuni tukaona alikuwa amefika pale Dodoma kwa ajili ya uzinduzi wa loji moja inaitwa Wasafi Loji. So wakati anazindua aliulizwa baadhi ya maswali na mtangazaji pale wa Ngasa na kumuuliza juu ya hiki ambacho kinaendelea, lakini Mwijaku alichokisema ni kwamba yeye hahusiki na chochote na anampenda sana mke wake, licha ya maneno ya watu ambayo wanaongea juu ya mahusiano yake baina yake yeye na mke wake na huku taarifa za wanavyo hao zinaendelea kufuatiliwa na baadhi ya watu kitaka kujua bwana chuo bwana akasema kitu gani juu ya Mwijaku. Kwa hiyo kila mtu anasubiri, mimi mwenyewe pia nasubiri nimsikilize bibi ya Meri anasema kitu gani juu ya mpenzi wake kama alivyokuwa anadai kwenye ile video ambaye ni huyu Mwijaku. Sasa kama unavyojua Baba Levo na Mwijaku ni watu ambao wanapeana sana madongo huko mitandaoni ni yani, mmoja akisema cha kwake huyu mwingine anakuja na kumjibu hiki. Sasa baada ya ile shutuma ya Mwijaku na wale mabinti wa chuo Baba Levo alikuja juu na kuanza kumsema ee, Mwijaku akaanza kuposti baadhi ya picha baadhi ya video, wala ameposti picha ya Mwijaku na mke wake hapo zamani. So baada ya kuposti pale Mwijaku akawa akawamekaa kimya tu, kama anavojua Mwijaku bwana, kama jambo likuwa limempiga kwelikweli, akawa amekaa zake kimya kwenye ukurasa wake wa Instagram, waaabizi anaposti matangazo yani yeye, yeah, ana vigo vijembe huku anaposti matangazo. Sasa baada kuka ya kukaa kimya kwa muda mrefu, mjaku naye akaja juu kwa baba Levo akaona sasa, huyu baba Levo mbona kama ananipanda kichwani? Akaanza kumletea mambo ya huku na kule juu ya baba Levo na mke wake. Kama unaona baba Levo na mke wake na wametulia, na hatujasikia baadhi ya skendo kwa baba Levo, lakini umezisikia kwa Mjaku. Kwa hiyo Mjaku akaanza kumwongelea baba Levo na mpenzi wake. Lakini baba Levo baada ya kusikia stori kwamba Mjaku anamsema kwenye mitandao ya kijamii, naye akaja na, na ujumbe huu hapa kwenye Instagram. Ameandika hivi na nukuu: mdogo wangu kichwa mviringo, nimeona unamwongelea maiwaifu. We mkeo atakuletea mimba ya bosi wake wa kago, maana umejaribu kumwamisha kazi ahamie kwenye kago ya Waarabu, kagoma kuacha kazi kwenye kago ya bwana wake. Sasa hii ndio jumbe ambayo ameiandika Baba Levo kwenye Instagramu yake, yani kwamba mdogo wake kama kicha mviringo, kicha mviringo kama anavyojua ni nani. So akasema unamwongelea mke wangu, lakini mke wako humwongelei mke wako ambaye, eh, anasema kwamba alikuwa anafanya kazi kwenye kago, na hiyo kago anayoifanya kazi atake kuiacha, licha ya kumfanyia mchakato wa kazi sehemu nyingine. Kwa hiyo mke wake na huyo kicha mviringo ambaye anamwongelea Baba Levo hapa sasa ndio huyo ambaye eh, yupo kwa bwanawake eh, ambaye anamiliki hiyo kago. Kwa hiyo ni taarifa ambayo ikafanya watu wengi waje mitandaoni na kujiuliza bana, mbona kama huu eh, utani hata kama ni utani au kama ni kweli wanabifu basi, mbona kama wanaingiliana sana kwenye vyumba vyao, yaani wanaingiliana sana kwenye master room. Watu wanasema ni heri umwongelee mtu lakini usiongelee maisha yake binafsi, au kile ambacho kinaendelea ndani ya nyumba so, Baba Levo na Mwijaku wapo kwenye mtafaruku huo hapo, na tunawajua ni watu ambao hawawezi kukaa kimya. Baba Levo ukimchokoza na kujibu, Mwijaku kimchokoza eh, naye hakuachi anakupasua vile vile. Kwa hiyo eh, tukawa tunasubiri hapa tuone na yeye eh, sasa eh, Mwijaku atamjibu nini ya, Baba Levo baada ya kuambiwa hayo maneno juu ya huyu kichwa mviringo ambaye ameandikwa na Baba levo mke wake kuwa anapewa eh, sehemu. Yupo kwenye kago na hiyo sehemu ndio ambayo eh, anakula ulaji wa maana, ndicho ambacho amekiandika Baba Levo. Sasa sijui kamaanisha mtu gani ambaye kamaanisha hapa na huyu mke wake, lakini tunajua uh, katika bifu hili eh, linajumuisha masuala mazima ya video za wale mabinti wa chuo na ndio maana sababu kuu ya kumfanya Baba Levo kwenda kumwataki Mwijaku at the first time, kwa sababu Mwijaku mwenyewe hakuongea kitu, lakini stori ambazo zilikuwa zina trendi huko mitandaoni zilikuwa zinamaanisha kwamba Mwijaku ndio ana makosa, licha ya mabinti wale kuonekana wao wana makosa kumpiga mwenzao. Lakini baadhi ya watu wanasema kihekima zaidi, Mwijaku ni mtu mzima na tayari ni public figure, basi ilibidi agekaa chini na kuongea na mabinti wale, kama kuwaelekeza basi, tulieni na mke wangu na nini. So ilibidi afanye hivi bana. Mimi naitwa Ali Adabu 13 hop, so nimekusogezea hii habari na, so, na ntaendelea kuifuatilia kwa ndani zaidi, ikipata chochote lazima nikusogezee mezani hapo, ago by the name of Adabu 13 hop. So tayari umesha subscribe, umebonyeza alama kengele, umelike, umecomment na kushare, ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakusogezea kila siku. Bye-bye.